miongoni mwa vitu nilivyoahidi nipokabidhiwa dhamana ya kuongoza jamhuri ya muungano wa tanzania ni kukamilisha miradi ya kimkakati ikiwemo mradi huu wa kigongo huku sisi niliupokea mradi ukiwa umefikia asilimia 25 na kwamba fedha bilioni 152 zilishalipwa kati ya bilioni 718 tumeweza kuliendeleza na kulikamilisha daraja hili lenye umuhimu mkubwa kwa mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga, Kagera na Kigoma na kanda nyingine mbalimbali zinazounganisha nchi yetu, na hii ndio furaha na faraja yangu kubwa, na tunayo kila sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha katika hatua hii. Daraja hili limejengwa kwa lengo la kuunganisha barabara kuu ya Usagara na Sengerema katika ziwa Victoria ambayo ni barabara muhimu katika ushoroga wa kiuchumi katika kanda ya ziwa. Ndugu wananchi, nafurahi kuwa lengo limetimia. Tumeweza kutumia barabara hii leo kwenda upande wa pili na kurejea hapa kwa muda ni dakika chache. Ukiacha yale tulakuwa tukifanya njiani, kama tungekwenda tunakurudi ni dakika chache sana sa baada ya daraja hili kukamilika, sasa wananchi watatumia takriban dakika nne tu kuvuka kufika Busisi kwa kutumia usafiri wa gari. Mheshimiwa Rais, maelekezo yako ni azima yako na mapenzi yako, kama ambavyo watangulizi waliosema hapa, hatua ya miradi hii ilipofikiwa ilikuwa asilimia za kuanzia. Mheshimiwa Rais,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 daraja hili lililoko hapa la John Pombe Joseph Magufuli liko kilomita kumi na tano tu kutoka katika stendi kubwa ya reli ya kisasa SGR ile inayoitwa fera. Changamoto kwa kweli, tukiwa tunaziona watu ambao walikuwa wanasafirishwa kuletwa huku kwenye huduma, watu walikuwa wanasumbuka, usafiri ulikuwa wa shida, iangaikwa hapo kwa unasubiri ukweli tulikuwa na hofu ya kwamba kwa kweli, kama hali hii itakuwa hivi, kweli barabara itapita? Na kweli tumeshuhudia kwamba barabara